Acha tengeneza standard ya kucheza na klabu yoyote barani Afrika. Wewe unafanya mchezo. Mimi kwanza ile standard ile tulotengenezea MO. Kwa Simba kucheza na klabu yoyote barani Afrika na kupata matokeo ya point 3. Kwa Mkapa. Na wewe tunaenda tunaminyana nao wanatufunga goli moja au tunatoa sare. Ile tu peke yake mimi na MO. Timu ile inashika nafasi ya 104 kwenye rank ya CAF. Kimataifa tujulikane, hatuna point hata moja. MO anakuja ndo anachukua timu ndo maana nikakwambia, ile pande la nyama MO kaja kalitatia chumvi eh ndio hii miaka mitano yote kalibanika nini pande limewiva. Kuiva maana ile nyama iliyoiva, maana yake ni Simba. Simba sasa imetoka nafasi ya mia moja na nne mpaka nafasi ya ngapi, ya tano sasa hivi barani Afrika, ina maana pale timu imewiva sasa Kashi. lakini kwa sababu uongozi washaivuruga timu mpaka sasa hivi havieleweki. Lakini kama Simba tungekuwa na slogan yetu nguvu moja mwaka huu tulikuwa tunaongoza, ah, tusingemwacha hata mmoja, tungewapiga wote nje ndani. Lakini mwisho wa siku timu halieleweki, wachezaji hawaeleweki, benchi la ufundi halieleweki, mwenelewa. Kwa hiyo anguko la Simba wanalileta viongozi wenyewe. Leo unafukuza benchi la ufundi, kuna watu pale wanakaa wana miaka nane mpaka kumi. Kwa nini nao wasiondoke? Angalia Yanga, Yanga wamesafisha wote pale. Wewe unaondoaje mwalimu mkuu hapo unamwacha msaidizi? Anafanya nini? Ondoa wote safisha, hakuna cha meneja, sijui nani, sijui mshika vitu vya timu. Wote wale wanatakiwa waondoke kwa sababu mpaka sasa tatizo linaloikumba Simba. Tumefungwa mara sita, hatujui ni nani. Siri za Simba zinavuja sasa hivi, jezi zimevuja. Kila siri za Simba zinavuja na watu wanatamba kwamba wana majasusi, hatumjui jasusi nani. Sasa kwa usalama zaidi, ondoa wale wa zamani wote. Waambiwa wakae pembeni, leta wapya, tuanze upya. Mwana analichukua ile pande la nyama, analiosha, analitia ndimu, analichanja chanja, tia chumvi, mapilipili na nini, wesha moto, kalibanika, pande limewiva, limekuwoja kunduu. Anataka anze kula tayari, kuna watu wanakuja, wanamwambia bwana, hiyo nyama hauli, auli, kubali uonge, kubali, wewe ndio mooza Umeshachukua pande la nyama, umeliosha, umelipika, lilikuwa limetupa eh, umelibanika tayari, limeiva ushaungua na moto, unataka kuanza kukata kipande. Ule tu mtu anakuja na yule yule alikuwa anakuambia yule pande hatuna mpango nao, analitaka wote, alitoa leta hiyo. Umeelewa? Simba imekaa haina kitu mpaka Kaduguda anailea timu, anainunulia chapati. Anakuja anazidai anadai chapati zake, au hakudai chapati Kaduguda? Wewe umesahau wewe kidhia <laughs> wote, anasema wote wamkimbia, wamwacha umasa... Yaani simba ilikuwa ndio maana nakwambia simba ni pande la nyama lilotelekezwa. Kulikuwa hakuna mtu aliyokuwa na hamu ya kuwa mwenyekiti wa simba, kulikuwa hakuna mtu mwenye hamu ya kuwa katibu wa simba, kulikuwa simba. Hata mimi kipindi kile ningejitokeza inaamchini yangu, na mimi ningepata hata ujumbe. Ujumbe simba ilikuwa imetelekezwa, maji anatunyanyasa na yanga yake, tulinyang'anywa mbuitite, unakumbuka Tumemnunua kwa milioni ka arobaini e, no, na tano. Adelage kaenda kaja katutangazia mpaka kwa simba dei jezi zake Adelage kaiandika mbui twiti, hapo unakumbuka. Na wamemsafirisha tiketi, wametuma wao ela tiketi, pamoja na hela zetu zimeenda kurudishwa, zimeletwa TFF. Mwamba kaenda katekwa pale pale ya poti yango amepita naye asa, ni kesi anaikata Simba nimepitiapitia mitandaoni nimeona baadhi ya wadau wa mpira kwamba wanachama wa Simba ambao wana wapo upande wa mwekezaji, kwa maana Mohammed Dewji wanamtetea, wanaambiwa wana lengo gani, ili, ili hali ya kuwa ya kwamba alishakutamka kutamka wazi wazi kwamba amenunua klabu eh, kwa matamshi yake mwaka elfu mbili na ishirini na nne ni kweli? Kwani zile bilioni ishirini alizoweka ni za nini? mwekezaji ile asilimia arobaini na tisa kafanyaje? Sikanunua? Kwa hiyo akisema nimenunua, ana shida gani? Sikanunua kweli Simba, kanunua posheni ya Simba. Hivyo, kama una kiwanja chako cha mita mia moja kwa mia moja umekata hamsini umeuza, yule aliyenunua asemeje sasa, umenikodisha? Kwange takiwa atumie kauli hii yeye. Anakuambia spending yangu kubwa katumia lugha ya kigeni. Spending yangu kubwa niliyoifanya nimeifanya sawa, mwaka huu kwa kuinunua Simba. Umeelewa? kama kweli Simba ameinunua ee, vikao vyote vya nini vya wanachama, vile kikao kile cha jana cha wanachama cha nini, sikainunua Simba kikao kile cha nini ile lilikuwa ni propaganda tu za kutaka kuwagombanisha watu wa simba na buswa. Yaani kinachotafutwa moa akaye pembeni, simba izalilike, ndio kinachotafutwa. hawamtaki mwekezaji. Umenelewa eh? mlikuwa wapi simba ilikuwa ni sawasawa na pande la nyama liliyotupwa, halina thamani, linakuja damu nzi analing'ong'a, linaweza kutoa harufu. Umenelewa? moa anakuja analiokota lile pande la nyama, anauliza jamani, pande la nyama la na nani? Watu wote kimya, wengine hatuna mpango nalo tena, liondoe hapa, lisije likaoza likatutia harufu. Mwana alichukua lile pande la nyama, analiosha analitia ndimu analichanja chanja, tia chumvi, mapilipili na nini, wesha moto, kalibanika pande limewiva, limekuwa jagu kunduu, anataka anze kula, tayari kuna watu wanakuja wanamwambia, bwana, hiyo nyama hauli Ungekubali oh kubali, wewe ndio umeoza? Umeshachukua pande la nyama, umeliosha, umelipika, lilikuwa limetupu. Eh, umelibanika tayari limeiva, ushaungwa na moto, unataka kuanza kukata kipande, ule mtu anakuja na yule yuleyule, anakuambia yule pande hatuna mpango nalo, analitaka, wewe utalitoa? Sikuelewa. Simba ilikuwa imetelekezwa, Manji anatunyanyasa na, na Yanga yake Tulinyang'anywa mbuitite unakumbuka? Tumemnunua kwa milioni 45 Adelage kaenda kaja katutangazia mpaka Simba e, ka itite, no, kwa, kwa Simba Deje zake. Eh, Adelage kaiandika mbuitite hapo unakumbuka? Na kwa msafiri na ndege kabisa. Na wamemsafirisha tiketi wametuma wao. Hela tiketi pamoja na hela zetu zimeenda kurudishwa zimeletwa TFF. Mwamba kaenda katekwa pale pale ya poti. Yango amepita naye. Asa ni kesi anaikata Simba. Siwezi nikacheza timu ambayo inacheza mchangani kila siku. Nataka ni fly. Anataka apande ndege, Hassan Kesha anafanya hivi. Mwewe. Mwewe. Kwa Hassan ndege, Hassan Kesha akaenda akapanda ndege kaenda Uturuki. Simba tulichoambulia faini ya milioni hamsini na Manje akatoa. Umeona jeuri ya pesa hii? Tulikuwa tunafanywa, wanatufanya wanavyotaka. Umeelewa? Simba imekaa haina kitu. Mpaka Kaduguda anaelea timu anainunulia chapati, anakuja anazidai, anadai chapati zake. Hao wakudai chapati Kaduguda wewe umesahau wewe? Kidia wote anasema. Wote <laughs> wamemkimbia wamemwacha. Yaani, Simba liko ndio maana nakwambia, Simba ni pande la nyama lililotelekezwa. Kulikuwa hakuna mtu aliyokuwa na hamu ya kuwa mwenyekiti wa Simba. Kulikuwa hakuna mtu mwenye hamu ya kuwa katibu wa Simba. Kulikuwa Simba hata mimi kipindi kile nilijitokeza na fomu chini yangu, na mimi ningepata hata ujumbe. Hakuna mwenye hamu ya kuwa na kiongozi wa Simba. Nani anataka kuwa kiongozi hela hana? Timu inahitaji pesa huku Manji kacha chamaa huku, misimu mitano Simba hajui kombe lolote, kachukua Yanga, kamwachia Azam kachukua yanga tena minne. Simba tuko hoi, hata kwenda kimataifa tunashindwa. Simba hata nafasi ya pili kushika kwenye ligi inamshinda. Timu inashika nafasi ya mia moja na nne kwenye renki ya kafu. Kimataifa hatujulikani, hatuna pointi hata moja Mo anakuja ndo anachukua timu ndo maana nikakwambia, ile pande la nyama, mo kaja akalitetea chumvi eh, ndio hii miaka mitano yote kalibanika nini? Pande limeuiva kuiva, maana ile nyama iliyoiva maana yake ni Simba. Simba sasa imetoka nafasi ya 104 na mpaka nafasi ya ngapi? Ya tano sasa hivi barani Afrika, ina maana pale timu imeuiva sasa, kashai brand Simba. Simba imetoka kwenye ada za ada za jezi jezi ya kwanza, sisi tunauzua bei kubwa ni elfu ishirini wewe umesahau ulsport mkataba wa jezi ni milioni mia tatu mwana ichukua timu ya naibrandi sasa hivi ni bilioni sita pointi nane mkataba wa jezi kifuani hapa tumeanza na spoti pesa milioni mia, mia, mia nane sasa hivi ni bilioni sita cash miaka mitatu bilioni ishirini ndo maana ya nyama lile kuiva yaani Simba ishawiva maana yake mikataba yote sasa hivi Simba ishapendeza inang'aa ndo watu wanakuja wanaitaka Simba, ndo wanazuia moa sile wale wao, nyama we takubali, bilioni ni hela nyingi. Bilioni unatandika elfu kumi kumi hapo red carpet mpaka unaingia Ikulu na unazunguka njia nyingine, unapitia Nkrumah kule unazunguka tena mpaka unarudi hapa Karume, note haziishi sasa. Mtu zile kila kila budget anaongeza tano sita, usajili anatoa saba nane kumi, mwaka huu katoa kumi, mwaka na mbili muntafutie tajiri huyeyupu. Na kwa nini leo, kwa nini leo, kwanini m ameanza leo, Mo ameanza baba yake Ghulam elfu moja mia tisa themanini na nane Metric Group wanaidhamini Simba, Ghulam mwenyewe anaidhamini Simba mwaka tisini anamwachia zimej sabuni ya Mshindi, tunavaa jezi hapa zimeandikwa Mshindi. Mwaka tisini mpaka tisini na tatu tunacheza fainali na kombe la Kafu, kombe la shirikisho. Sasa hivi Kasim Dewji anaachia, tisini na nne anamwachia Kasim Dewji. Kasim anamwachia Mo Dewji. Uwezo ukaitoa Simba kwenye mikono ya kina Dewji, umeelewa? Kama kuna marekebisho ni kukaa nae chini tena kwa adabu, tunafanyaje? Tunafanyaje bwana, wewe ni mwanasimba na hii Simba ni ya kwako. Hapa bwana inatajikwa iongezwe nguvu, unaweza kuongeza nguvu mwenyewe, ongeza au sheria inasema hivi moja, mbili, tano, kikatiba tunafanyaje? Mshauriane naye, sio kuleta mazira, mazira na migongano. Mnaichafua klabu na mnamchafua bosi mwenyewe. Hawa wanaoitaka timu wa sasa walikuwa wapi wakati Simba limetupwa tu kama pande la nyama pale linaozeana, walikuwa wapi? Simba inashika nafasi ya mia moja na nne. Mkataba wa jezi hakuna, hatuuzi jezi nye. Mlikuwa hawa hawa wanaoitaka Simba walikuwa wapi? Mpaka leo subirie. Huyu mwamba kasha iblandi Simba, Simba inajulikana kimataifa, FIFA wanaijua Simba eh? Rais Florentina anaijua Simba, kaja hapa kwa ajili ya Simba. Tanzania kafu wanaijua Simba, ni timu namba tano saizi barani Afrika. Kashatengeneza standard ya kucheza na klabu yoyote barani Afrika. Wao wanafanya mchezo, mimi kwanza ile standard tu tutengenezea Mo kwa Simba kucheza na klabu yoyote barani Afrika na kupata matokeo ya pointi tatu kwa Mkapa, na wewe tunaenda tunaminyana nao, wanatufunga goli moja au tunatoa sare, ile tu peke yake, mimi na mheshimu Mo Yanga paka leo na GSM yake mpaka leo hii hajatengeneza ah, standard ya kuifunga timu namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne mpaka namba tano. Labda huyu simba kwa sababu sasa hivi anashika nafasi ya tano, ndio ana uwezo wa kumfunga na kwa sababu anamjua, wanaishi wote humu ndani. Lakini Yanga standard hiyo hana. Mimi mtu wa mpira aje, mtu wa Yanga aniambie, Yanga standard hiyo kaipata wapi? akumfunga namba moja, namba mbili, namba, namba, namba tatu, namba nne kwenye rank ya kafu, kamfunga nani? Kwa hiyo hii standard imetengenezwa na mtu heshima imetengenezwa na mtu. Leo anakuja Nesh hapa, anachapika anachapika. Mara ngapi Nesh wote ambao wamekuja? Katoka mara moja, katoka mara moja, tutende mara moja. Wenyewe ni viongozi hao ambao wanasababisha nesh na tufunge, umeelewa? Kaja wa idadi hapa mara mbili, katoka zote chuma kana sio kaja wa idadi imepotea. Wa idadi ilikuwa timu namba mbili barani Afrika, bingwa mtetezi, anakuja hapa anakufa chuma moja hapa anafunga barek, tunakwenda kwa, tukifunga goli moja tutatoa kwa mikojo ya penalti. Simba experience sasa hivi, huyu alikuwa kashaingia kwenye mtego, lakini kwa sababu uongozi washaivuruga timu, mpaka sasa hivi havieleweki. Lakini kama Simba tungekuwa na slogan yetu nguvu moja, mwaka huu tulikuwa tunaongoza. Ah, tusinge tusingemwacha hata mmoja, tungewapiga yote nje ndani, lakini mwisho wa siku timu wa wa halieleweki wa wachezaji hawaeleweki, benchi la ufundi halieleweki, mwenelewa. Kwa hiyo anguko la Simba wanalileta viongozi wenyewe. Leo unafukuza benchi la ufundi, kuna watu pale wanakaa wana, wana miaka nane mpaka kumi. Kwa nini nao wasiondoke? Angalia Yanga, Yanga wamesafisha wote pa huo. Unaongowaje mwalimu mkuu hapo, unamwacha msaidizi anafanya nini? Ondoa wote, safisha. Kuna cha meneja sui nani, si mshika vitu vya timu, wote wale wanatakiwa waondoke, kwa sababu mpaka sasa tatizo linaloikumba Simba tumefungwa mara sita, hatujui ni nani. Siri za Simba zinavuja, sasa hivi jezi zimevuja, kila siri za Simba zinavuja, na watu wanatamba kwamba wana majasusi, hatujui jasusi nani. Sasa kwa usalama zaidi, ondoa wale wa zamani wote, waambie wakae pembeni, leta wapya, tuanze upya. Tabisha benchi la ufundi lote liondoa. Na hakuna watu wabaya kama watu wanaokaa vyumbani. Na watu wa benchi la ufundi wanaweza kujumu timu kwa kwa, kwa hali yoyote. Na wewe usijue. Mpira una uwezo, una mambo mengi. Hao wao wanajifanya wana wafuria wachezaji, sio, wanachukua chukua wana kusanya kusanya vifaa, anaweza akachukua jezi za mchezaji. Hivyo aliamini kama Soa ndo huyu. Soa ndio ulijua mimi pambanaji swa tangu ikomediama timu ikifungwa, ukifanya sala, anapoa red card kwa upambanaji wake soa. Ile red card anapoa za bure kwa sababu ya kuipambania logo ya timu ya anaochezea. Tumeiona Singida mechi kumi na tatu goli kumi na tatu lakini soa leo, soa leo anaanzia benchi. Unasikitika sana, soa anakaa <laughs> benchi. Unamweka benchi soa Yaani mchezaji amekuja ya na sio kwamba hizo statistics zikatoka nazo Singida mpaka Simba hizo statistics anazo. Kacheza mechi mbili za liga ana goli mbili. Mwaka jana mechi 13 Singida, goli 13. Maana yake mpaka sasa hivi kacheza mechi 15 ana goli 15. Tangu aingia hapa Tanzania, soa soa kama Robertinho. Lakini soa anaanzia benchi. Striker kubwa kama lile. Lile ni Drogba linaanzia benchi. Sasa kuna nini hapo kwenye benchi ya ufundi hapa? Kagoma leo anakaa benchi. Wewe unajua mwalimu anapoa shauri gani na watu waokopa kwenye benchi ya plau fundi? Eh? Chuma kama kile yule na, nani? Nani Kamara alikuwa anakaa benchi yule. Kelele zetu ndo kaanza kupangwa. Angalia Mwamba yule jana. Jana anatakata tu anapandisha jua anapiga piga kushoto na tamamate kulia. Bonge la mchezaji mpaka timu ya taifa kwa ameitwa. Umeona shule ameifanya Niger na na gine lakini, si seti, anakuja anakaa benchi ko si kazi yetu. Kuwa vipaji vya wachezaji ni ushauri mbovu kutoka kwa hawa waliokaa kwenye benchi la ufundi. Kwa mwalimu mwalimu ni mgeni, ukiona anaenda wrong, mwambie bwana mwalimu, hapa hivi na hivi mtushauriane. Tuone kama mwalimu anagoma tu, tuambie bwana mwalimu wetu tunamshauri, anagoma lakini, mwalimu wa watu hawa jana kakaa kwenye benchi hajainuka, tunamtia unyonge. Ni mwalimu mkubwa katoka kwenye klabu kubwa, anakuja hapa tunamtia aibu, kama tulivyomtia aibu benchika. Lakini sio dawa kumfukuza mwalimu halafu wa, kuna watu pale wanabaki, ondoa wote wao. Leta wapya Simba, sina watu wengi. Ikiwezekana wewe hata wachezaji wa zamani wa Simba wana uchungu na timu yao kina Uru Selemani wapo. Kina Haruna Moshi Bobani wapo. Wana uchungu na timu yao wameipambania logo ya Simba. Waweke pale kwenye benchi la fundi nao wakae wale matunda ya Simba. Kina Nelson Ocho wapo. Lakini unatuwekea watu ajabu ajabu watujue hata wametoka wapi. Eh? Eh, mwambie hata Haruna Moshi Bobani bwana wewe utabeba begi la mipira hili. Wewe utakula chako upanga koni. Uone kama atakataa. Si unamlipa na utatoa ushauri kwa mwalimu, wakae watu wa ufundi. Ndio maana ikaitwa benchi la ufundi. Lakini leo unafukuza mwalimu, eti timu imepotea, unafukuza mwalimu, alafu unaacha watu wengine pale wamekaa tu, wana miaka nane, wana miaka kumi. Siri zinavuja, hatujui. Wachezaji wanapoteza nguvu, hatujui kinachowapelekea wapoteze nguvu, wakati upepo nini, hatujui.